Ndugu viongozi na washiriki wa mafunzo, mafunzo haya ni muhimu sana kwetu, kwani yanalenga kutuongezea ujuzi na ufanisi wa kutekeleza jukumu hili la kuelimisha jamii kuhusu ubaya wa rushwa na kuihamasisha ili ishiriki kikamilifu kwenye mapambano dhidi ya rushwa kwa kuzuia, kukemea na kutoa taarifa za vitendo vya rushwa. Ni matumaini yangu kwamba baada ya mafunzo haya mtakayopata, hata kwa kutumia weledi wenu, tunategemea maboresho zaidi kwenye elimu mtakayoitoa kwa wananchi, ili kuongeza uelewa na ushiriki wao kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Nasi viongozi wa wa kanisa, wachungaji, maaskofu, Mungu wetu anaonya kabisa ya kwamba watu hawa tuna tuna, tuna tuliopewa na Mungu kuwaongoza ni muhimu tuwaongoze katika kweli, wasijichome kwenye dhambi ya rushwa. Rushwa imeharibu na rushwa inaleta laana. Rushwa inaharibu ina, inasababisha kuligombanisha taifa taifa lenye rushwa. A, Mungu anasema inaligombanisha taifa hilo na Mungu mwenyewe, na kwa maana hiyo kwamba haki haitakuwepo, na haki za watu hupotoshwa au hunyang'anywa kwa sababu wanaokula rushwa na wanaopokea rushwa na wanaitembeza rushwa ni sisi. Nikisema sisi, maana yake ni sisi, sisi watu. Hakuna mbuzi anayekula rushwa wala ng'ombe wala punda. Ukiona rushwa imetolewa na Mtanzania na imekwenda kwa Mtanzania na aliyoipambania ni Mtanzania na Mtanzania huyu imba kuna ima kuna njia mbili, ima atakuwa wa msikitini au atakuwa wa kanisani. Sasa lazima tusimame imara kuwaeleza tunaoongoza katika nyumba zetu za ibada athari na madhara ya rushwa. Mashehe tusimame imara lakini pia maaskofu na mapadili tusimame imara, ili tuhakikishe janga eh, hili linatoka katika nchi yetu na tuweze kuwa nchi inayoendeshwa kwa uadilifu. Sisi wananchi tumetokea utotoni tulikuwa watoto, lakini tokea huko utotoni tungekuwa tunapata hii elimu ya rushwa na athari zake na vitu, tungekuwa nayo mpaka utu uzima, ambao anakuja kuongea kiongozi wa dini anaongezea tu kidogo, utakumbuka kule nilishafundishwa. Sasa mimi nikuombeni, ili somo au swala la, la rushwa tungeomba ndiopo, katika vipindi kule mashuleni, watoto waanze kupata elimu hii wakiwa bado wadogo. Na yenyewe ifanyike mikutano mikubwa huko vijijini, watu waambiwe kwa habari ya madhara ya TAKUKURU, madhara ya rushwa. Lakini pia makanisani mwetu tupate vipeperushi. Tunaona vipeperushi vingi vimejikita hapa mjini, vinapendeza kweli kwe, ukivipeleka kule kwetu kule wakaviona vipeperushi hivi wanafurahi sana, vipeperushi vijae huko kwenye vitongoji vya vijijini kwetu, lakini pia hata makanisani mwetu. Sisi kanisa letu katika e, mji huu wa Geita wilaya ya Geita tuna waumini elfu tano na mia mbili hawana vipeperushi, lakini jimbo letu lina waumini elfu ishirini na mbili jimbo la Geita. Vipeperushi havitoshi, havijafika huko. Kwa hiyo tunaomba elimu hii ya vipeperushi na hii ya mafundisho kama haya viendelee kwenda kule ili watu wajifunze kujua madhara ya rushwa.